Manispaa ya Shinyanga Juni 2025. Karibu sana kwenye chaneli yako ya ajira na maendeleo. Kama unatafuta ajira serikalini hasa kwa nafasi zisizo na ushindani mkubwa, basi habari njema ni kwamba Manispaa ya Shinyanga wametangaza nafasi mpya za kazi na muda wa kuomba ni mfupi. Kwa hiyo zingatia, wahi mapema, tuma maombi yako mapema. Aa, leo nitakuonyesha aina ya kazi zinazopatikana, nani anaweza kuomba, jinsi ya kuomba na makosa yanayowagharimu waombaji wengi. Hakikisha unatazama video mwanzo hadi mwisho. Usiruki hata kipande kimoja cha video hii. Halmashauri ya Manispaa ya Shinyanga imetangaza nafasi kumi na nne za kazi za kudumu kwenye mfumo wa ajira serikalini. Nafasi ya kwanza ni msaidizi wa kumbukumbu -kumbu daraja la pili Msaidizi wa kumbukumbu -kumbu daraja la pili, hapa kuna nafasi nne. Hapa kuna nafasi nne. Sasa kuna sifa za kuweza kuomba nafasi hii ya msaidizi wa kumbukumbu -kumbu daraja la pili, kuna sifa au requirement au vigezo vya kuzingatia kabla hujaomba nafasi hii. Kigezo cha kwanza ni kwamba uwe na cheti cha NTA level 6 au uh, stashahada katika utunzaji kumbukumbu kumbu. lakini pia uwe na ujuzi wa kompyuta, ujue kutumia kompyuta, program za kompyuta za ofisi kama Microsoft Word, Excel, PowerPoint, publisher, email na internet, ujue kuzitumia <coughs> kini nini majukumu ya kazi hii? Majukumu ya kazi hii ni pamoja na kusimamia barua majalada masijala na ufuatiliaji wa nyaraka ndani ya taasisi za serikali. Sasa mshahara ni kwa kuzingatia ngazi ya mshahara wa serikali wa TGSC1. Kwa hiyo zingatia hapo, nafasi hizi zipo nne. Kwa kama una cheti chako cha NTA level 6 au una stashahada au pia uwe na ujuzi wa kompyuta, unaweza ukafanya maombi yako kwa nafasi hiyo. Sasa <tosilio> Nafasi nyingine ya pili ni ni dereva, dereva daraja da la pili, nafasi zipo kumi. Dereja dereva daraja la pili, kuna nafasi kumi. Sifa ni zipi? Sifa ni kwamba uwe umemaliza kidato cha nne au kidato cha sita, lakini pia uwe na leseni ya C au E, uwe pia na uzoefu wa mwaka moja bila kusababisha ajali, na uwe umepitia mafunzo ya udereva kutoka VETA au NIT. Majukumu ni kuendesha gari, kufanya ukaguzi na usalama wa gari, kufanya matengenezo madogo madogo, kusambaza nyaraka za serikali na kadhalika. Mshahara ni TGSB1. Sasa tuangalie jinsi ya kuomba, jinsi ya kuweza kufanya maombi, njia gani unaotakiwa kutumia ili kuweza kufanya maombi yako bila kuwa na tatizo lolote. Maombi yote anapaswa kufanyika kwa njia ya mtandao kupitia uh, poto.ajira.go.tz. Kwa hakikisha unaingia katika akaunti yako ya poto.ajira au ajira poto. Baada ya pale uweze kufanya maombi yako kupitia akaunti yako ya ajira poto. Fanya maombi yako kupitia akaunti yako ya ajira poto, lakini pia ukumbuke mwisho wa kutuma maombi ni Ijumaa tarehe 13 Juni 2025. Muda umelimitiwa, muda ni tarehe kumi na tatu Juni elfu mbili na ishirini na tano ni muda wa kuweza kutuma maombi. Sasa usichelewe, wai mapema, tuma maombi yako mapema. Kumbuka, maombi ya barua pepe au ya mkononi hayatapokelewa. Fuata hatua hizi. Ili kuweza kutuma maombi yako fuata hatua hizi ambazo unakwenda kuonyesha kwa unachotakiwa. Hatua ya kwanza kufanya ni kufungua akaunti yako kwenye poto kama bado huna akaunti. Hatua ya pili unachotakiwa kufanya ni kujaza taarifa zako binafsi au CV, ujaze elimu, ujaze na uzoefu, alafu baada ya pale utapakia vyeti vyako halali result slip au transcript, na pia utaandika barua yako ya maombi lugha ya, ya Kiswahili au Kiingereza kuandika barua, lakini hakikisha kila kitu kiko sahihi kabla ya kutuma au kabla ya kusubmit, hakikisha kila kitu chako umekiweka sawa. <coughs> <Okay. coughs> Nafasi hizi ni nzuri kwa waliomaliza vyuo vya kati au wana uzoefu wa kazi serikalini lakini walikuwa katika ajira ya muda, kwa hiyo unaweza ukaomba. Mambo ya kuzingatia kabla ya kuomba Tumia barua yenye muundo rasmi, acha lugha ya mtaani, usitumie lugha za mtaani. Tumia barua yako ambayo ina muundo rasmi, lakini pia ueleze sifa zako kwa kila hitaji la nafasi uliomba. Kama umeomba udereva, eleza sifa zako. Kama umeomba msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili, pia eleza sifa zako pale. Lakini hakikisha unaweka majina ya waamuzi watatu wa kweli, referees watatu wa, wa kuaminika. Hakikisha umeweka majina yao katika CV yako kama una mahitaji maalum, eleza mapema kwenye maombi yako. Kwa wale ambao wanakuwa na matatizo maalum special group, au una tatizo lolote, hakikisha umeeleza katika mfumo kule tatizo ulilokuwa nao <coughs> kama ni mlemavu. Na kuna vitu ambavyo huwa vinafanya watu wanakosa kabisa hizi kazi au hizi nafasi, na maombi yao hayashughulikiwi kabisa. Kwa hiyo epuka makosa haya, epuka haya makosa. Kosa la kwanza unalopaswa kuepuka ni kuambatanisha result slip au professional result. Epuka kabisa hiyo kitu, tumia original certificate. Lakini kitu cha pili ni kutuma maombi nje ya mfumo. Hakikisha usitume maombi yako nje ya mfumo, tuma maombi kupitia mfumo wa ajira portal katika akaunti yako. Lakini pia kuwasilisha taarifa za kugushi, hakikisha taarifa unazotuma ni sahihi. Usi, usifoji au usigushi taarifa yoyote, utachukuliwa hatua za kisheria na kitu kingine ni kuomba kama umefukuzwa kazi au umestaafu bila kibali. Kwa kama umefukuzwa kazi au umestaafu, hakikisha usitume maombi au usiombe maombi yoyote kama hauna kibali. Ukitaka kuomba, basi tafuta kibali kutoka kwa katibu mkuu kiongozi, then tuma maombi yako ukiwa tayari una kibali hicho. Aa, kama unavyoona vigezo hivi vinakufaa, Usichelewe, tuma maombi yako mapema kabisa, usisubiri tarehe ya mwisho. Kama unaona una uwezo wa kuwa kuomba nafasi yoyote katika hizo ambazo nimeeleza hapo, basi tuma maombi yako mapema kabisa, usisubiri tarehe ya mwisho. Kama umejifunza kitu leo, like video hii, share kwa rafiki zako wanaotafuta kazi na subscribe kwa nafasi nyingine za ajira zinapotangazwa. Bonyeza kengele ili usipitwe pale tunapoposti na uwe wa kwanza kabisa kupata video zetu. Ajira, maarifa, maendeleo. Hapa ndio nyumbani kwako. Santeni na karibuni.